ziduni kuanzia ngazi ya familia inapelekea watoto na vijana kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya, lakini tukiamini kwamba sisi wa kina mama tuna jukumu la malezi katika jamii, lakini pia katika ngazi ya familia. Watoto wakikosa malezi au changamoto zozote katika familia, wanaondoka wanakwenda mtaani huko, na leo tunawaita watoto wa mtaani. Mtaa haujawahi kuzaa, tunaozaa ni sisi wakina mama. Kwa hiyo tuna jukumu kubwa la malezi. Kama wewe ni mama umeingia leba, lazima umeshazaa ujue namna gani ya kumlea mtoto wako. Usizaa alafu unawachia watu wengine walee. Kwa mujibu wa sensa tuna makazi 2022, idadi kubwa ni vijana, wako takribani milioni 21.3. Lakini vilevile vile, kulingana na tafiti mbalimbali jamii ambayo inaongoza kwa vitendo vya kikatili na makosa ya jinai ni jamii ambayo imeruhusu matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo tunasema kwamba tukisikia kwamba kuna ubakaji, kuna ulawiti, ukatili dhidi ya watoto, eh, kuna wizi wa kutumia silaha, udokozi na mambo kama hayo, mauaji lazima mtu ambaye anafanya hivyo vitendo atakuwa amevuta bangi au ametumia dawa zingine za kulevya. Tusinyamaze kimya, sisi wakina mama tukiamua, tunaweza kuwa na Tanzania ambayo haina matumizi ya dawa za kulevya. Tuwaonee huruma watoto wetu, vijana wetu. Umezaa mtoto, unamtegemea. Tunafanya kazi, ni kweli, tunafanya kazi hatushindi majumbani, tunaangaika kutafuta vipato, lakini umefanikiwa wewe leo, leo, au kesho kuta nani ataendeleza ataendelea hizo mali kama kijana amejiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya? Sisi tunaamini kabisa tukiwa kama kina mama tuna nafasi kubwa ya kutoa malezi. Tutoe malezi kwa watoto wetu tuwaelekeze watoto kumjua Mungu. Usiondoke unaenda kanisani kama mama unaacha kijana amelala ndani. Usiondoke kwenda msikitini unamwacha kijana yuko nyumbani tu, wewe umeenda msikitini. Tujaribu kuwafundisha watoto kuwa na hofu ya Mungu. Ukiwa na hofu ya Mungu, itawasaidia pia kuto kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa majina, naitwa Adelina, ni mfanyabiashara wa mavazi na pia nakushauri jinsi ya kuvaa kuhusu elimu niliyoipata hapa ya madawa ya kulevya kwa kweli nimefarijika sana. Pia nimeweza kujifunza vitu baadhi ambavyo nilikuwa sifahamu kuhusu madawa ya kulevya. Kuhusu elimu ya madawa ya kulevya nimejifunza kwamba wanawake ni walezi sana wa jamii. Pamoja wanawake ni, wa, ni kundi ambalo lina, linapata na misukosuko sana ni wanawake. Kwa hiyo, kutokana na misukosuko na nini vishawishi vitu mbalimbali, unakuta mwanamke amejiingiza kwenye madawa ya kulevya. Lakini kitu ambacho nimetambua hapa ni kuwa mvumilivu pia kujifunza. Mafunzo ambayo nimepata hapa yatasaidia sana kuelimisha jamii watoto pia na wababa pia. Kwa majina mimi naitwa Sonata Nduka. Kiukweli nimefarijika sana kukutana na Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya hapa, na kimsingi tumepata elimu ya kutosha sana. Unajua wanawake, mbali na kwamba sisi ni walezi wa familia, lakini pia wanawake tunapitia changamoto nyingi. Wanawake tuna stress nyingi, unakuta tunakausha damu humo, si kuna vitu gani? Kwa hiyo unakuta zile Presi, inapelekea mtu unaweza ukajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya, na wanawake wapo ambao wanatumia dawa za kulevya. Kwa hiyo na ndio maana mimi kukutana nao hapa nimefarijika sana na kupata hii elimu, kwa sababu nimeweza kufahamu madhara ya dawa hizi za kulevya. Lakini pia kama mama, kama dada, lakini pia kama mwanajamii, nitaitumia elimu hii kwa ajili ya kuisambaza kwenye jamii yangu, na wao waweze kujua athari za dawa za kulevya, lakini namna gani ambavyo inaweza ikaharibu jamii na kupotezea malengo pale ambapo unajikuta umeingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo nawashukuru sana mamlaka.